Na wale ambao mko nje ya msikiti huu wa fi kuli anhai baladna, na katika kila pande za mji wetu, na katika kila pande za nchi yetu, na katika kila pande za jamii yetu, yambaghi alaina an nafham, tunapaswa kutambua fika kwamba Waislamu kama Waislamu kupitia nadharia ya dini yetu ya Kiislamu tuna malengo, na malengo haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwisha yaeleza wazi kupitia kitabu chake cha Qur'an ambayo ndiyo katiba ya umma huu Akasema katika kujinasib kwamba huwa alladhi anshaakum min alardi wastamarakum fiha, kwamba yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ndiye ambaye amekuumbeni kutokana na udongo, lakini pia akakutakeni nyinyi hao hao ndiyo muwe wasimamizi wa kila aina ya maendeleo katika dunia yenu. Ndio maana ukirejea, pamoja na kwamba alitupa akili, lakini akili hiyo hiyo yawezekana ikawa ni sababu ya kumpeleka mtu katika maharibiko ndani ya dunia hii. Ndio maana akasema wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha Msifanya maharibiko yoyote duniani baada ya kuwa yeye amekwisha kusawazishieni, kwamba hayo mtakayoyakuta huko duniani yanakwenda sanjari na maumbile yenu, yanakwenda sanjari na mazingira yenu. Ndiyo maana katika Uislamu hauruhusiwi hata kukata miti ovyo, hauruhusiwi kuchafua mazingira, kwa sababu maisha yenu yanategemea mazingira hayo lakini pia kuna viumbe wengine ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amevifanya, amekuf, kuwa ni madhalili kwenu. Ndio maana una uwezo wa kumchukua ng'ombe na kumuweka na kumwelekeza kibla na ukamchinja na kisu kikapita, lakini pia una uwezo wa kumuongoza simba pamoja na ukali wake, akakufanya wewe kuwa ni rafiki. Tembo na ukubwa wake, lakini anapandwa na binadamu ni kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amekwisha mdhalilisha kiumbe huyo. Sasa kudhalilishwa kwa viumbe hawa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, maana yake ametufanya sisi kuwa ni bora zaidi ya viumbe hawa, lakini kwa kupitia akili pekee haikuweza kutosha na kutufanya sisi kuwa ni viongozi tutakaoweza kuamiliki hawa bali Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ametupa elimu, ametukirimu kwa kutupa elimu. Kwa maana utakapotaka kuleta mabadiliko ya maendeleo katika sekta yoyote ndani ya jamii unayoishi, ni lazima kigezo cha kwanza uwe na elimu. Elimu ndiyo ambayo inayotengeneza jamii yenye nguvu na yenye sauti na ikasikika katika taifa lake. Na kinyume na elimu, hauwezi kuwa na heshima wala hauwezi kuwa na nguvu ndani ya jamii yako, lakini pia ndani ya taifa lako. nikiwa na falsafa gani? ikiwa kama sisi Waislamu tunayatambua haya kwa kupitia manhaji ya Qurani, manhaji ya hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalam, Napenda kutuma risala hii kwa wale wote wanaomiliki taasisi za Kiislamu, wale wote ambao ni viongozi wanaokamatia mamlaka za Kiislamu, wajue kwamba tunatakiwa kufanya al-istithmari fi majali taalimi, tunatakiwa kuwekeza hasa katika upande wa elmu, tena elmu ambayo itakayobeba nadharia ya kumtoa Uislamu wa chini kundani wa juu. Leo tuna taasisi nyingi sana za Kiislamu, ambazo taasisi hizi zimekuwa zikitoa jitihada kubwa sana kuhakikisha kwamba zinatengeneza mifumo ya elimu, lakini elimu ile ni kwa jina la Uislamu, lakini siyo elimu kwa jina la Uislamu bali ni elimu ya Waislamu. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba haina dhamira, haina shabaha na haina malengo ya kumwokoa huyu mtoto wa Kiislamu ambaye ni fakiri na ni maskini wa tabaka la chini. Ndiyo maana utaona tunatengeneza shule, lakini mwisho wa siku, katika shule hizo, ada anayolipa mwanafunzi huyu wa Kiislamu ni ada kubwa mno ambayo hakuna anayeweza kusema katika shule hiyo isipokuwa yule ambaye mzazi wake ana nguvu za kiuchumi. Ndiyo maana sasa, tunapozungumza sera ya elimu au tunapozungumza maana ya uwepo wa taasisi, maana yake ni kuhakikisha kwamba tunawekeza sera, tunatengeneza sera ya uwekezaji katika majali za kielimu litakayokuja kugusa tabaka la watu wa chini, kwa sababu hawa ndiyo wengi kwa nini tabaka la chini? Kwa sababu jamii ya Kiislamu inahitaji madaktari, jamii ya Kiislamu inahitaji mainjinia, jamii ya Kiislamu inahitaji marubani, jamii ya Kiislamu inahitaji waalimu. Unawapata wapi kama hauna haujawekeza katika elimu? Leo mfano ukiangalia shule nyingi za kata ambazo tunazo wa, watoto wetu wengi ambao ni tabaka la chini wanasoma, ukiziangalia na ukazichunguza kwa umakini utagundua kwamba tabaka lingi au watoto walio wengi wanatoka katika tabaka la nani? Katika tabaka la Waislamu. Lakini hawa watoto pamoja na wingi wao, ukienda chuo kikuu unawakuta ni wachache. Maana yake wengi wanakwamia form four chuo kikuu na wakuta ni wachache. Kwa nini wakute wachache? Maana yake ni kwamba uchache huo unasababishwa na sisi wenyewe Waislamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatuja, hatuna sera ya elimu na wala hatujawekeza katika elimu, kiasi kwamba tunaweza kusema kwa mujibu wa mgawanyiko wa, wa kanda ya magharibi kwa mujibu wa mgawanyiko wa kanda ya kusini na kaskazini na kanda ya kati, kwamba tunahitaji vyuo vikuu vya Kiislamu. Leo hii tunavyozungumza, waislamu hatuna vyuo vikuu isipokuwa kimoja, na liko chuo kikuu chenyewe kimoja tulizawadiwa na aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Benjamin Mkapa. Sasa ikiwa tuna dhamira ya dhati taasisi za Kiislamu ni lazima ziangalie umoja wao uko wapi, ni lazima ziangalie malengo yao ni nini, ni lazima waangalie shabaha ya uwepo wao ni upi katika kuwekeza katika swala zima la elimu. Leo tutakaa tunalalamika kwamba watoto wetu ndio wanaongoza kwa tatizo la ukosefu wa ajira watoto wetu wanaongoza katika ya masuala ya mmomonyoko wa maadili, lakini hili ni tabaka ambalo tabaka kubwa limebaki hapa, kuanzia form 4 pamoja na form 6. Sasa kama kweli sisi ni wamoja na tuko katika dhamira ya kuusaidia uislamu na Waislamu, ni lazima tutambue uwekezaji katika elimu ya vyuo vikuu ni jambo la lazima na ambalo haliepukiki hata kidogo. Kama tutatumia Uislamu wetu na tukaacha Uislamu wenyewe, tutatumia Uislamu wetu juu ya taasisi zetu, maana yake tutaendelea kupiga mataim, na matokeo chanya ndani ya jamii yetu yatakuwa hakuna. Ndugu zangu, kila mmoja ajiangalie. Sanjari na hayo, tazama: katika familia yako una daktari? Katika familia yako una mjuzi wa kompyuta? Katika familia yako una mtaalamu wa mambo ya tauhidi? Katika familia yako una mtaalamu wa mambo ya sheria? Katika familia yako una mtaalamu wa mambo ya huduma za jamii? Kama hauna, ujue umekula hasara, lakini bado haujachelewa.